Auliza amepata mgeni, lakini mgeni mwenyewe masharti mingi. Akipikiwa hichi, mimi hakinifai sijui, mimi hakinifai sijui, mimi ntia pressure. Hey, ntia... umejiona wewe, za kula zingi hazikufai. Shukia kwa mtu unaenda kale wapi, hoteli Wallahi. mimi kuna mji mmoja nikienda huo mji huwa napenda kula sana. Kuna mji mimi naujua huo mji Yani, mimi mjono, mashallah, yani nala zaidi ninavyokula hapa Mombasa, lakini sitaki, kwa sababu wenyewe watanigundua mimi. Kule ni kila nala kidogo tu, wao wao, huna mimi hupendi kula. Naambia mimi kiwa safarini, sipendi kisha enda kula hoteli, kwa kupenda. Sitaki wale wanione mimi. Huyu akija ata chapati moja ukimpikia tosha yake, usiende mahala ukasema chapati zenu tambwa na miata kila saba hazinitoshi, ya akhi, utawafanya watu wakutukie. Uta, jaribu kuwa mwepesi, usiwe thakili. Idha hala thaqilu fi ardhi qaumin fama lisakinina siwa rahilu. Mtu thakili akishukia kwa watu wenyewe pia upanga safari, wale ukasikia bwana, si kesho tusafiri <laughs> ni wewe uwasafirishao. Kuwa mwepesi, jaribu kuwa laini. Ah, haki ya mgeni. Basi haki ya mgeni kutakilisha watu. Utakuwa kupikiwa sima utiliwe chumvi wewe angezewe chumvi upikiwe mtuzi badala ya kutiliwa karoti ublendiwe pilipili mbuzi. Ah, ulewa kumbe, huwasha, eh? Ya, huwasha sana, tena. Sisi pilipili hakuna ili kesho safiri. <laughs> Eh, eh. Eh, elewa kufukuzai hakwambi. Kwa hiyo ukiwa mgeni wa mtu, kuwa mwepesi, jaribu jitahidi, kwa ukipewa hichi, bwana wewe wala nini, mwambie mimi alhamdulillah kila kitu, ila tu mimi nina tabia, nikiwa safarini wasipendi kula sana kwa sababu nina tabia matumbo, mara onda naenda kamalizie nde. Onda, kisha kamalizie nde, hii ni ndio ndia mzuri sana, wewe ukipambana huu. Mtu mpaka amekupa lunch, hufikiria usiku wa kupikia nini. Wewe mashaallah, sufuria nzima imemaliza <laughs> kisha huja uh, manake atakuuliza bwana yeye kutakuwa na harusi jamaa atakuwa amealikwa huko. Vipi habari ya dini, hatakuwa kula hapa hapa na wewe ha, umeshambiwa hayo bado. Tutakuwa kula hapa hapa bado, mwambia a a mimi pia usiku nilikuwa kuna jamaa tumeagana naye atakatuonane eh, lakini halitambui bwana nini yeye anapenda kula tu. Mtu amwambia bwana Mke wangu leo wamealikwa, watakwenda harusini magharibi na isha, watakuwa huko wanawake, wajua tena wanawake, wakaenda sasa. Vipi kuhusu siku? Ah, ah, ah. Imekuwa uzuri, alhamdulillah. Wajua mimi pia leo wamealikwa. Ah, ah. Akirudi atatupikia, hakuna neno. Mimi sikuzoea kula mapema, wewe huelewi eh! tu yaki, kuna watu wengine mvimeu ah! Ah,